Kabla hujaendelea na video hii, jiulize swali moja tu. Kwa nini kila mwaka unaweka malengo, lakini baada ya miezi michache unajikuta bado upo pale pale? Je, ni kwa sababu huna uwezo? Hapana. Mara nyingi ni tabia ndogo ndogo unazozirudia kila siku ndizo zinaua mafanikio yako kimya kimya bila wewe kutambua. Leo nakwambia ukweli ambao wengi hawambiwi, halafu utaniambia kama hukuguswa. Karibu sana kwenye PesaVibe, mahali ambapo tunazungumzia maendeleo binafsi, nidhamu, mafanikio na namna ya kubadilisha maisha yako hatua kwa hatua. Leo tunajadili tabia mbili zinazoua mafanikio ya watu wengi kuliko wanavyofikiri. Tabia zinazoonekana ndogo lakini zina athari kubwa kwenye akili, motisha na uwezo wako wa kufanikiwa. Kujiwekea malengo makubwa kupitiliza. Watu wengi wanapoweka malengo, wanaanza kwa shauku kubwa. Unasema, nataka kubadilika mwaka huu, nataka nipate pesa nyingi, nipate mwili mzuri, niache tabia mbaya, nifungue biashara, nisome vitabu kumi kwa mwezi. Lakini ndani ya wiki mbili, shauku yote inapotea, unachoka, unakata tamaa na unajiona kama mtu aliyeshindwa. Kwa nini? Kwa sababu malengo yako yalikuwa makubwa kupitiliza kuliko uwezo wako wa sasa. Unataka kuruka hatua bila kujenga misingi ya safari. Pia shinikizo kubwa linaua motisha. Shinikizo unalojipa linakufanya uogope kuendelea. Unapoweka malengo makubwa sana, akili yako inaanza kuona safari kuwa ndefu mno. Inaanza kukupa sababu za kuahirisha, inaanza kukwambia huu mzigo ni mkubwa, bora uanze kesho. Kesho inarudiwa kuwa kesho nyingine, mpaka mwaka unaisha bila mafanikio. Tatu. Siri ya maendeleo ya kweli, mambo madogo yanazaa matokeo makubwa. Watu wanaofanikiwa hawaanzi na makubwa, wanaanza na hatua wa ndogo lakini za uhakika. Hata ukiangalia watu waliofanikiwa sana, wamegundua kitu kimoja: uendelevu uzaliwa kwenye urahisi, sio ugumu. Tabia ndogo unazoweza kurudia kila siku zinachukua miaka kwa kujenga mafanikio makubwa. Mfano, badala ya kuamua kusoma saa mbili kila siku Anza na dakika kumi tu. Badala ya kuamua kukimbia kilomita tano, anza na kutembea dakika kumi. Badala ya kuamua kuokoa nusu ya kipato chako, anza na asilimia tano tu. Kwa kufanya hivi, unaunda tabia mpya bila kuchoka. Akili yako inajenga utaratibu mpya taratibu, na baada ya muda, unashangaa umefika mbali kuliko ulivyotegemea. Nne. Kwa nini urahisi ni msingi wa kujenga nguvu? Urahisi haukufanyi udhaifu, unakuweka kwenye reli. Urahisi unakupa nafasi ya kushinda kila siku bila kushindwa na shinikizo. Urahisi unakuongezea ari bila kukukatisha tamaa. Watu wengi wanaanguka, si kwa sababu wana malengo mabaya, bali kwa sababu malengo yao yamebeba mizigo mikubwa kupita uwezo wao wa sasa. Kumbuka, uendelevu hupenda urahisi na urahisi unazaa matokeo makubwa. Pia kuna tabia ya kuanza siku kwa simu yako. Tambua pia kwa simu yako ndiyo adui wa kwanza wa utulivu wako. Kila asubuhi unapofungua macho, kabla hujamshukuru Mungu, kabla hujapanga mawazo, kabla hujasalimiana na nafsi yako, unachukua simu. Hapo tayari umeachia ulimwengu wengine uandike siku yako. Kwa nini? Kwa sababu kila unachokiona kinaathiri akili yako, habari mbaya picha za watu wanaonekana kusonga mbele kuliko wewe, matangazo, ujumbe, shinikizo, mazaha, matatizo. Mara moja akili yako inachanganyikiwa, unakuwa katika hali ya majibu haraka haraka, si hali ya utulivu. Unaanza siku ukiwa mtumwa wa taarifa, si mbwana wa maisha yako. Unapoanza siku kwa simu, unakuwa umeanzisha akili ya kukimbizana na mambo yasiyo na mpangilio. Huu ndio mwanzo wa kupoteza umakini kupoteza muda na kushindwa kuweka vipaumbele. Tatu, dakika za asubuhi zina nguvu kubwa kuliko unavyofikiri. dakika kumi ishirini za mwanzo asubuhi huwa zinatengeneza mwelekeo wa siku nzima. Kama dakika hizo umeanza kwa msongo, masikitiko au maudhui yasiyo na maana, siku yako yote itafuata mwendo huo huo. Nne, jipe zawadi ya utulivu, chukua dakika zako chache kabla ya kugusa simu. Kaa kimya, pumua, waza namna unavyotaka siku yako iwe, andika majukumu matatu muhimu, omba mwongozo. Ni dakika za kujenga akili yako kabla haijaingiliwa na kelele za dunia. Tano, simu inapaswa kuwa chombo, sio mtawala. Simu yako inapaswa kukusaidia, sio kukutawala. Unapojipa nidhamu ya kutogusa simu mara utaamka, unajijengea nguvu ya kushinda siku yako. Kama unataka kufanikiwa, lazima ujifunze kupambana na adui anayekuangusha kimya kimya, tabia zako ndogo ndogo za kila siku, tabia sizokuumiza sasa lakini zinazoiba miaka yako ijayo. Leo nimekwambia mbili muhimu. Kwanza, kujipa malengo makubwa kupitiliza ambayo vinakuua motisha, na pili, kuacha simu kutawala asubuhi yako na kupoteza umakini wako. Kumbuka, maisha ni mfululizo wa maamuzi madogo Badilisha maamuzi hayo na maisha yako yote yatabadilika. Kama video hii imekugusa, usisahau kujiunga na PesaVibe, kwa sababu hapa tunabadilisha maisha kwa hatua ndogo ndogo, lakini zenye matokeo makubwa. Acha maoni, niambie tabia gani kati ya hizi mbili unajikuta unaifanya zaidi na unataka kuibadilisha kuanzia leo. Tafakari, chukua hatua na kumbuka, mabadiliko ya kweli hayaanzi kesho, yanaanza leo.